Mfalme, kukaa kimya kati uovu na tendeka, nikubali kwa sehemu ya uovu. Mungu atuongoze. Nyakati za hatari limetanda giza, madaraka na mali vitatumaliza Hofu ya Mungu hatuna, tuwezi kupona, kwa mikono ya Shetani hatuko salama. Nyakati za hatari limetanda giza, madaraka na mali vitatumaliza. Hofu ya Mungu hatuna, tuwezi kupona, kwa mikono ya Shetani hatuko salama. mashariki magharibi ni manung'uniko, kaskazini kusini ni masikitiko, huzuni tele, furaha kuna hadi za kwenda mbele, tukirudi nyuma tunaobirwa, upendo bila vitendo, hawana hofu ya Mungu, watu waongo watwibie nyumbani, wapeke jirani, watwita wanyonge, akijwa watu wa fanani, elimu ni ufunguo, watoto wanakaa chini, siasa sio wadiwanatua kwa nini? Matajiri wa kuomba tapigwa karata, zisaidiwa jomba, tumejaliwa mani, tumekosa akili, wanatuchukia tunawashauri kwa wenyeji, wabaya wageni wazuri, wazalendo tunaitwa adui maadui. Nyakati za hatari, limetanda giza, madaraka na mali vitatumaliza, hofu ya Mungu hatuna, tuwezi kupona kwa mikono shetani ya, tuko salama. Nyakati za hatari, nimetanda giza, madaraka na mali vitatumaliza, hofu ya Mungu hatuna, tuwezi kupona kwa mikono shetani ya, tuko salama. Salama mejivika kiburi chenye hatari, mwisho zima kaburi, tenda mazuri huko bebi, walinzi wala mali wema hauozi isi mwili, mnaichezea haki kueza mtaki aibu hakuna, wa kama wanyama. Ona sasa kumejalana, damu za watu zimemwagika sana, watu wanatekwa, watu wanateswa, watu wanauawa. Amani hakuna upendo umetweka, vuma unyama, hawatendi mema ya kuwacha alama. Ndimi zao za nyoka, sura zao vinyonga, wamekeza chuki, tavuna mauti, tafa dhaifu la watu. Wanafiki wasio na aibu, wanasiasa walafi, watafanya chochote ili kushika nafasi, wako tayari, atakuvunu munafsi. Tumombe Mungu aingilie kati, nyakati za hatari. Nyakati za tai hofu, amani hakuna, upendo metweka, dhuma unyama. Hatari limetanda giza, madaraka na mali vitatumaliza, hofu ya Mungu hatuna, tuwezi kupona kwa mikono ya shetani, hatuko salama. Nyakati za hatari, limetanda giza, madaraka na mali vitatumaliza, hofu ya Mungu hatuna, tuwezi kupona kwa mikono ya shetani, hatuko salama.